Karibu kwenye habari za ulimwengu ninayokuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Marekani imekamata tenka ya mafuta inayohusishwa na Urusi katika Bahari ya Atlantic, hatua ambayo imeongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Washington na Moscow. Kwa mujibu wa maelezo ya mamlaka za Marekani, tanka hiyo ilikuwa ikifuatiliwa kwa wiki kadhaa kwa tuhuma za kuhusika katika usafirishaji wa mafuta kinyume na vikwazo vya kimataifa, kabla ya kukamatwa rasmi chini ya amri ya mamlaka ya Marekani. Serikali ya Marekani imesema operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi zake za kutekeleza vikwazo dhidi ya sekta ya nishati ya Urusi, ambayo imekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa Moscow, hususani tangu kuongezeka kwa migogoro ya kimataifa na vikwazo vya kiuchumi. Taarifa zinaeleza kuwa tanka hiyo ilihusishwa na kile kinachoitwa shadow fleet, yaani mtandao wa meli zinazodaiwa kubadilisha majina, bendera au njia za usafiri ili kuepuka udhibiti na vikwazo vya kimataifa kwa upande wa Urusi imekosoa vikali hatua hiyo ya Marekani, ikihitaja kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa za baharini na kitendo cha uchokozi wa kiuchumi. Moscow imesisitiza kuwa mafuta yake yanauzwa kwa mujibu wa mkataba harari na kuwa hatua za Marekani zinalenga kuibana Urusi kisiasa na kiuchumi. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kukamatwa kwa tanka hiyo ni ishara ya mkazo mpya katika uhusiano wa Marekani na Urusi, hasa katika kipindi ambacho mvutano mkali wa pande hizo mbili tayari uko juu kutokana na masuala ya usalama, siasa na nishati. Hatua hii pia imeibua mjadala mpana kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta duniani, kwani sekta ya nishati imebaki kuwa muhimili muhimu katika uchumi wa dunia, na migogoro kama hii inaweza kuathiri bei na upatikanaji wa nishati kimataifa. Kadri pande zote zinavyoendelea kubadilishana kauli kali, wadau wa kimataifa wanahimiza kuheshimiwa kwa sheria za baharini na diplomasia ili kuepusha kuongezeka kwa mvutano unaoweza kuathiri utulivu wa uchumi wa dunia. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.